Kauli yake Allah subhanahu wataala atuambia, hakika idadi kwa mwaka mzima, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wataala ni idadi ya miezi kumi na miwili kumi na mbili siku ambayo ameumba mbingu na ardhi. Lakini katika hiyo miezi kumi na mbili Allah subhanahu wataala akachagua miezi minne ikawa ni ashhurul hurum, akaifanya miezi minne kuwa ni miezi minne mitakatifu. Miezi gani hiyo mitakatifu? Tuambiwa thalathu mutatalia, miezi mitatu imefuatana, nayo ni mwezi wa Dhulqaida na mwezi wa Dhulhija na mwezi wa Muharam. Miezi hii mitatu inafuatana, inaanza kwa Dhulqaida na pia inakuja Dhulhijjah wa Muharram kisha baadaye itafuatiwa na mwezi wa Rajab, ambao ndio mwezi ambao uko peke yake. Kwa hivyo tuambiwa katika miezi hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum. pamoja na kwamba dhulma ya nafsi haifai kufanywa katika miezi kumi na miwili, lakini hii miezi minne Dhulma ya nafsi ikipatikaniwa ndani ya nafsi basi, waambie madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa ni mazito mno, madhambi yatakuwa ni makubwa mno, kama vile ambavyo thawabu za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili, basi malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utalipwa maradufu. Kwa maana malipo utakayoyapata utalipwa utapata ujira mkubwa mno. Kwa hivyo kutukuzwa katika masiku haya kumi ya Dhulhijja ni kwa sababu ndani ya masiku haya kumi kunapatikaniwa amal, kunapatikaniwa matendo, miongoni mwa matendo hayo hayo matuku. matendo hayo matukufu Allah subhanahu wa ta'ala amefaradisha kwa Waislamu na amefaradisha kwa eh, Waislamu, nayo ni amali ya hija.

Man istataa ilaihi sabila, aliposema. Allah subhanahu wataala amefaradisha hijja kwa yule ambaye Allah amempatia uwezo wa kwenda kuizuru nyumba hiyo tukufu. Basi amali hiyo inapatikaniwa katika masiku kumi haya ya Dhulhijjah, ambayo inaanza katika siku ya nane, ambayo siku hiyo ya nane inafahamika kwa jina la yaumu tarwiya.

pamoja na sisi kuwa madhambi yao kuwa ni dhamba maghfura. Vilevile ndani vile ya mwezi huu katika masiku haya ya matukufu kunapatikaniwa siku ambayo inaitwa siku ya Arafa, Waislamu ambao wanasimama siku ya tisa, Waislamu wale walioko katika jangwa la Arafa wote wanasimama kwa pamoja

inayoombwa siku ya Arafa na bora ni ile inayoombwa wa khairu ma qult, na bora wa khairu ma qult, na bora ni ile niliyoiomba mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa nabiyuna min qabl, na mitume waliokuja kabla yangu mimi katika siku ya Arafa, nayo ni dua gani tuambiwa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lmulku walahu lhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Haya ndiyo maneno matukufu ambayo walikuwa wakileta mitume waliokuja kabla yangu mimi na hata mimi mwenyewe ndani ya siku ya Arafa ambayo ni siku ya tisa. Vile vile ndani ya siku hizi Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia siku tukufu ambayo ni siku ya kumi, ambayo inajulikana wahuwa yaumu nahri, nayo ni siku ya kuchinja, ambayo imeitwa ni siku ya kuchinja kwa wale mahujaji, kwao inakuwa ni siku ya kuchinja, na sisi waislamu ambao tunajiunga na wale waislamu ambao wanaofanya haji kwetu sisi inakuwa ni siku ya Idi. Kwa hivyo, ahibat fillah, masiku kumi haya, Allah subhanahu wa taala anaziapia masiku haya ndani ya suratu lfajr, akasema: walfajr walayalin ashr. Allah anaziapia masiku haya katika suratu lfajr, anasema na hapa kwa alfajir walayalin ashr, na masiku kumi, wanasema wanavyoona watafsir

Qala la ljihadu fi sabili sabilillah ila rajulun kharaja binafsih wa malih wa lam yarjic bidhalik min shai, Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam asema hakuna masiku ambayo matendo mema yanayofanywa na Muislamu yanapendekezwa mbele Allah subhanahu wataala kuliko amali ambazo zinazofanywa katika masiku kumi ya mwezi huu

Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wala aljihadu fi sabilillah. Hata kule kwenda kupigana jihadi kasema, hata jihadi yenyewe haishindi amali ambayo inafanya inafanywa katika aya masiku kumi ya Dhulhijja, isipokuwa isipokuwa jihad ya aina moja peke yake aliyoisifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii kwa kusema illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, isipokuwa jihadi ambayo mtu anatoka nyumbani kwake kwa nafsi yake na mali yake, na wala asirudi na kitu chengine chochote. Kwa maana anatoka nyumbani na pamoja na nafsi yake na mali yake, lakini asirudi na kitu chochote, kwa maana kenda huko, anaenda kufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakufa ni shahidi mtu huyo. Basi kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana kuzingatia utukufu na umuhimu wa fadla ya siku hizi kumi za Dhulhijja. Tusiwe ni wenye kuzichukulia kwa usahali na wala tusiwe tunazichukulia kwa mambo ya haya yakawa ni mambo ya kawaida kama siku nyingine za kawaida, bali hizi ni si, si siku za kawaida. Hizi ni fadla miongoni mwa fadla za Allah subhanahu wa ta'ala

bali Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa kipekee ndiye mtume wa kipekee, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamchagua kwa fadla kama hizi. Umma uliojaliwa uli kwa masiku aya 10 ya Dhulhijja, umma uwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam umejaliwa kwa kupatikaniwa ama <coughs> kwa kule kubatikaniwa lailatul qadri, umma zingine hazikujaliwa, lakini umma huu pia ukajaliwa katika mwezi wa Dhulhijja, kukabatikaniwa siku ya Arafa, kukabatikaniwa ukajaliwa, uka, uka pia, kuna masiku kumi ya Dhulhijja, kukajaliwa fadla ya masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Hakika hii ni, ni fadla miongoni mwa fadla ambazo alizompatia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Swali, amali zipi ambazo ni bora kwa muislamu kuifanya? Sikiliza andiko kutoka kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubidia katika suratul hajj aya ya 53. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, wa yadhkuru smallahi na mumtaje Allah subhanahu wataala fi ayami malumat, kwa masiku malum, ili Waislamu wapate kumjua na kumtaja Allah subhanahu wataala katika masiku malum. Basi tuambiwa utajo huo yawe kwa ajili ya Allah subhanahu wataala juu ya mifugo ambayo Allah subhanahu wataala amewajalia waislam kuwachinja. Kwa hivyo amali inayopendekezwa zaidi kwa Allah subhanahu wataala kufanywa katika masiku aya kumi ya mwezi Dhulhijjah, mwenyewe Allah subhanahu wataala ametaja katika Qurani tukufu: wayadhkuru sma Allah, na wataje jina la Allah subhanahu wataala hiyo ni miongoni mwa amali ambazo ni bora mtu kuifanya katika masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhija, fi ayami maalumat. Ikaja aquali wanavyoona wakadafsiri ya kuwa ayami maalumati inayokusudiwa hapa ni masiku kumi ya mwezi wa Dhulhija. Kwa hivyo, tuje tuangalie sasa fadla ya kumtaja Allah subhanahu wa taala

Fillah kupitia kwa kumtaja Allah subhanahu wa taala ni sababu yetu sisi kusamehewa madhambi yetu na pia ni sababu ya sisi kupata ujira uliokuwa mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Miongoni mwa asbabu ambazo zinapatikaniwa kwa yule ambaye kwamba atakayekuwa kwa, kwa ni, ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa taala <coughs> Tumaninu lqalbi ni mtu kupata utulivu wa moyo, na hapa twapata andiko katika Suratu Rad, Allah subhanahu wa taala alipokuja kutuelezea kupitia ile aya inayosema ala bidhikri llahi tatmainu lqulub, hakika kwa utajo wa Allah subhanahu wa taala basi nyoyo zinapata utulivu. Kwa hivyo, kupitia kwa kumtaja Allah subhanahu wataala, ni sababu miongoni mwa sababu ambazo inayotufanya sisi moyo wetu kutulia, lakini ma alasaf, cha kushangaza zaidi watu wamekuwa wamemsahau Allah subhanahu wataala, awe akuna uzuni awe akuna furaha awe ako na majanga asiwe na majanga, mtu huyo amesahau ya kuwa kwa kukimbiliwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anaenda kukimbilia kwa watu ambao kwamba hawamnufaishi na kitu chochote. Lakini haya ni katika mughafala ambao watu wengi wamesibiwa nayo, wanasahau ya kuwa anayefaa kuomba anayefaa kutajwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wataala, kumlilia, kumlilia shida zetu kumlilia kwa yale mambo tuliyoyafanya tuombe msamaha, lakini watu hayafanyi hivyo. Na Allah anatuambia ala bidhikri llahi, kwa wale ambao kwamba sifa yao ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tatmainu lqulub, moyo wao utapata utulivu, watapata utulivu wa moyo, moyo wao utatulia lakini ni, ni, ni kuonyesha kwamba yule asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa yeye ni mwenye kuwa ni mwenye kulia tu, ni mwenye kuwapelekea wenzake wenzake shida tu, lakin lakini kwenda kulalamika kule hakutamfaidia na kitu, hakutamsaidia hakuta na kitu. ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub kwa wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wao utatulia. Nyingine Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anatuonyesha ya kuwa ya ayyuhalladhina amanu

anatuambia man dhakarani fi nafsin, yule ambaye kwamba atakainitaja mimi katika nafsi yake, basi mimi nitamtaja katika nafsi yangu. Wa man dhakarani fi malain, na yeyote atakainitaja mimi katika sehemu iliyokuwa wazi, akanitaja mimi sehemu ambayo kwamba amenitaja mimi hadharani, sehemu ambayo kuna watu basi Allah subhanahu wa ta'ala, asema basi mimi nitamtaja mbele ya watu waliokuwa bora kuliko wao, subhanallah. Waza ukafikiria ni kina nani ha? Malaika, malaika, malaika. Mwenyezi Mungu atakutaja mbele ya malaika na malaika, malaika. Wow. Malaika ni wakubwa, kwa sababu malaika wao wakikuswalia wewe, ukumbuke swala ambayo malaika wanayoisali ni kukuombea wewe msamaha nikukuombea wewe maghfira, nikukuombea wewe sabat, ni kukuombea wewe kwamba kwa ma... mwenye upate kufaulu na kuingia janna. Na ukumbuke dua, dua ya malaika ambayo malaika la yaasuna Allah hawa uh, muasi Allah subhanahu wa ta'ala wayafaluna ma marun, wanafanya yale walioamrishwa nayo walioamrishwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Je, dua yao itashindwa kukubalika? Je, dua yao haikubaliki? Bila shaka dua yao itakuwa ni mustajabu, dua yake wakinyanyua tu vya rabbi msaidihu inakuwa ni mustajabu moja kwa moja, imepita. Kwa hivyo malaika wanakuswalia wewe, wanakuambia wewe sabat. Kwa hivyo ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya watu ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala hadharan, Allah subhanahu wa ta'ala wa atakutaja kwa viumbe vilivyokuwa vikubwa kuliko nyinyi.